Ndugu mtazamaji, karibu katika kipindi chetu cha mwangaza wa maisha yako. Ni neno la Mungu. Bwana akubariki mpendwa, ninaitwa mchungaji Patrick Sibo Mwazonga. Ningependa wakati huu mchache tushirikiane tena katika neno la Mungu. Sipendi kuchelewa, kwacha tu leo niongee kuhusu habari ya usalama wa roho yako ama kujisalimisha. Nataka niongee nawe mpendwa, kuhusu habari ya usalama wa roho yako ama kujisalimisha. Moja kwa moja tunaenda kwa neno la Mungu linalopatikana katika kitabu cha Mwanzo tatu hapo tisa. Wacha nisome kisha tuende polepole pole, na Mungu atakubariki Bwana Mungu akamwita Adamu akamwambia, uko wapi? Akasema, nalisikia sauti yako bustanini, nikaogopa, kwa kuwa mimi ni uchi, nikajificha. Akasema, ni nani aliyekwambia ya kuwa uuchi Je, umekula wewe matunda ya mti niliyo kuagiza usiale? Leo ninataka niongee nawe kuhusu habari ya kujisalimisha. Huyu ni Adamu. Mungu alimuumba mwanadamu kwa mfano wake, akamuweka katika kwenye shamba la Edeni. Juu kule kulikuwako kuna kiumbe kimoja ambacho kilikuwa kina jina zuri chenye sifa, alikuwa akiitwa Lusifa, naye baada ya kusukumwa huku ulimwenguni kwa makosa yake ya kiburi chake, ikawa ole ni wa ulimwengu. Akaja akamdanganya mwanadamu, akamwonyesha mambo ambayo si ya kuwa, uh, ayafate, maana yalikuwa yamekatazwa. Alipofanya hivyo, mwanadamu akatenganishwa na uso wa Mungu, ile connection ya Mungu na mwanadamu ikaanza kutenganishwa, kwa sababu ilikuwa kila jua likipunga. Kama tujuavyo katika maandiko, huko chini zaidi ni kwamba mwana alikuwa akawatembelea watu hawa Adam na Hawa, kuwajulia hali, maana hawa walikuwa wapendwa wa Mungu, aliwaumba kwa mfano wake. Sasa siku walipokubaliana na yule muovu Shetani, ambaye hakuwa naitwa shetani alikuwa, bali ni Lusifa, lakini kisha akaja akasukuma chini ya dunia kwa kiburi chake kule juu mbinguni, akabadilishwa jina akaitwa shetani. Naye akachukua ule mwili wa mnyama mzuri aitwaye nyoka, akautumia akamdanganya ah, mwanadamu ambaye ni Adam na Hawa. Nataka nije pointi hii Ninajua ya kwamba uh, mwanadamu aliye na mwili huu mara kwa mara kuna mambo huyakosa, na akikosa, wakati mwingi tunajua ya kwamba kunao msamaha unapatikana. Lakini nataka nikwambie hivi, kunao ule msamaha unaoweza kuomba peke yako, kama nilivyokusha kutangulia u ku, kukwambia kule nyumaye, na kuna huu msamaha ambao, huu ukikata connection na Mungu, ni sharti wewe ukubali siri ni kwamba baada ya yule uh, bwana ama malaika wa Mungu kuwatembelea pale sehemu za Edeni shambani walikosekanika hapo. Maana yale waliokuwa wamekatazwa walikuwa washayatimiza, na walikatazwa wakajijua na wakakimbia pale mahali, ikawa uhusiano baina wao na Mungu umekatika. Ninajua huende ikawa kwamba kuna uhusiano wa wewe na Mungu umekatika. Hii ni toba ambayo umeivunja sasa kusalimisha roho yako ama kujisalimisha, nimekwisha kukuambia kwamba watu wengine wakifanya hivyo ama makaanguka toba, hao hujililia na wakasikia kuhuzunika sana, wakaomba maombi marefu, wakafunga muda mrefu ili wasameheke hii dhambi hii ya kuwa toba imeanguka. Uwe mshirika uwe nani, haina hivyo, ni paka uje uunganishwe tena na Mungu ndiyo sasa, yule Mungu akaangalia kiunganisho ambacho ni mwanawe Yesu Kristo, akamleta duniani ili kila mwaminie amuregelee Mungu, ama aunganishwe tena na Mungu. Sasa unatangatanga, unasumbua watu wa Mungu, unaenda kwa uombezi mingi, lakini connection yako baina ya wewe na Mungu imekatika, na siri ni mpaka uje uweze kuregeshwa tena, huwezi kuiregesha wewe mwenyewe peke yako huku ndio kujisalimisha. Jisalimishe mpendwa katika hali hii ya wokofu wako uregelewe tena. Ni vigumu sana kuja kumwambia pasta kwamba mimi nimeanguka, sala ya toba ni vigumu, lakini hii ndiyo um, ndio, ndio maana ya kuweza kusalimisha roho yako na hata a kujisalimisha. Jisalimishe leo, huende ikawa tangetange yako ni kwa sababu toba imevunjika. Lakini wewe unasema ni siri yako, maana ni mambo ya aibu. Hakuna aliyependa kwakuwa wokovu, lakini shetani husukuma mwanadamu ili amwonyeshe mazuri ya dunia na ayafuate. Hii inachukua hata watu wa Mungu, inachukua wadogo kwa wakubwa, watu wa Mungu wakubwa kwa wadogo, na inatatiza sana. Nimekuwa na watu kadha wa kadha ambao hakika uh, walikuwa haya wameshapitia, na wakaja wakainuka tena Nasema tu ondoa aibu, aibu isikupeleke jana, maana unaona aibu sahihi, unasema ya kwamba hii ni siri yangu, mimi mhubiri mzima, nikasema nimeanguka kwa mhubiri mwenzangu, nitaambiwaje? Jisalimishe mimi sema mambo mengi, pointi yangu ni hiyo tu, jisalimishe ama kusalimisha uh, roho yako siku za mwisho, umuone Bwana maana yote yatapita. Mungu akubariki, tutane tena siku nyingine. Bwana awe pamoja nawe. Neno la Mungu ni hayo.